Zamani kulikuwa na kijiji kile. Kijiji kilikuwa maarufu sana kwa watoto kuwa nao wengi. Basi kulikuwa na watoto wa kike wengi wazuri, wanapendeza. Sasa siku moja kama kawaida, wa ya watoto walikuwa anacheza nini, wanacheza, wanacheza solo, wanacheza basi siku moja wakawa wametumwa kwenda kuokota kuni, wakaenda kuokota kuni, wakarudisha nyumbani. Siku nyingine wakatumwa kwenda kuchota maji. Basi mama zao akasema, kwa vile nyinyi hamwezi kwenda msituni kubeba kuni kila siku, nyinyi mtakuwa mnachota nini ni maji. Basi kulikuwa na kisima kimechimbwa kwa ajili ya kuchota maji wasala watoto wanakwenda, wanakwenda kuchota maji kila jioni, wanaitana, wanaenda kisimani, wanachota maji, wanatoka saa. Siku moja, wasichana wengine wakawa wanamwonea mwenzao mmoja. Alikuwa mzuri sana, anapendeza, ana sura nzuri, ana umbo zuri. Basi sasa wale wakaenda kuchota maji, wakakama wanamtengatenga u wanakimbia wana mkimbia hivyo basi.